Taarifa hii ilipochipuka jana iliripotiwa kuwa mtu mmoja alikuwa ameuawa na kakake katika mzozo wa nyumbani kijiji cha Kayole huko Naivasha. Hii ni baada ya maiti ya mtu mmoja kupatikana katika nyumba ya familia moja eneo hili, watu wa familia ya mtu aliyedaiwa kuuawa wakionekana wamelemewa na majonzi kwelikweli Simanzi ya kumpoteza mmoja wao kwa njia kikatili, pasina kufahamu kuwa mfu si jamaa wao. Tumeona tone la damu, tukafuata lile tone la damu mpaka likatuelekeza kwa boma hii. Lakini leo kisa hiki kilichukua mkono tofauti kabisa. Aliyedaiwa kuuawa kumbe yu mzima salama salimini, hili likidhihirika alipojitokeza mwingi wa afya mtu na pumzi zake tu. Tumekuja hapa kuokoa mzee akipigwa eh. Hii mambo unaona inaenda kichini, chini hivi inaenda, ina, inaisha, lakini serikali inafuata ina, inafanya upelelezi wake, na watatokea hata mwenye kuua, tutamjua. Pengine hata haitafika jioni kama hatujajua ni nani, sababu already tuko na information ya kutosha, askari wako na information reading yule mtu amefanya kile kitendo. Baada ya kujitokeza, polisi walimkamata pamoja na kakake na wazazi wao wawili, ili kuwasaidia katika uchunguzi wa kutafuta majibu ya maswali mengi yanayotanza akili, yakiwemo mwili ulikuwa ni wa nani na ulipatikanaje nyumbani kwao, kama kweli mtu huyo aliwaua kwingine. Patrick Njendi, Citizen Nipashe.